Wapendwa, bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mimi ni mchungaji Alex Mwijage Kasisi, mchungaji wa usharika wa Kashura wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi. Ninawaletea ujumbe wa Ijumaa Kuu tunapokumbuka mateso na kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa, leo ni Ijumaa Kuu, siku ambayo tunakumbuka kifo cha Bwana Yesu msalabani. Siku hii ni muhimu sana kwa Wakristo wote, kwa sababu inatukumbusha maisha yetu yalivyokombolewa kwa gharama kubwa iliyogharimu kifo cha Yesu tena msalabani. Tusipoelewa angalau mambo tuliyofanyiwa au tunayotendewa na binadamu wenzetu tunaoishi nao, kwa hakika zitakuwa vigumu kutafakalir kwa makini habari ya kifo cha Bwana Yesu ambacho kwa tafsiri ya kiteolojia kinatokana na upendo wa Mungu kwetu sisi binadamu, yaani kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo huu ndio unaomsukuma Bwana Yesu Kristo kuteswa na hatimaye kufa msalabani. Ili umpende na kutambua thamani ya upendo wake, lazima kwanza uone upendo kwa binadamu wenzako walio karibu nawe. Hata neno la Mungu linatukumbusha kwamba mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona au anamwona hawezi kumpenda Mungu ambaye akumwona. Tunasoma hayo katika Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19. Kama huwa unajisaulisha mazuri uliyofanywa na binadamu wenzako, na kwa kweli hukutegemea wakufanyie, lakini wakajitokeza na kukusaidia, itakuwa vigumu kwako kumpenda Mungu ambaye anajitoa kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya maisha yako. Mpendwa msikilizaji, hebu kumbuka, kuna watu mbalimbali mbali, bila wewe kuwaomba lakini wakakusaidia, na hata wakati mwingine unakuwa jeuri, lakini hata katika jeuri yako wanakusaidia. Usipouelewa upendo huo wa wenzako itakuwa vigumu sana kuelewa thamani ya kifo cha Bwana Yesu pale msalabani. Utakuwa unasikiliza tu kama historia, lakini utakuwa haufaidi na wala haupati mguso wa pekee kwa maisha yako yaani kwako Ijumaa Kuu itakuwa tu sawa na ijumaa nyingine ulizozizoea, wala umna badiliko lolote la kiroho, wala uguswi, wala uchukui hatua yoyote tena, hata ibada yawezekana uwendi. Na baya zaidi, upo unafurahia na pengine kuserebuka tu, wakati wenzako wanatafakari habari ya kifo cha Bwana Yesu msalabani katika ijumaa kama ya leo. Hebu fikiria haya machache ya kusaidie kuelewa ninachomaanisha. Kuna mtu pengine aliokolewa kutoka katika mazingira magumu kama moto, labda nyumba inaungua au gari limewaka moto, na uenda aliyekuokoa alikuwa akufahamu. Kuna mtu aliopolewa kutoka ajali akiwa anahangaika yeye mwenyewe peke yake, lakini akasaidiwa na watu wasiomfahamu. Kuna mtu amesaidiwa hospitalini, kuna mtu amesaidiwa katika mazingira mbalimbali mbali. Tunaweza tukataja mambo mengi ambayo pengine mtu amesaidiwa au mesaidiwa na wale waliokusaidia wa walikuwa hawakufahamu. Lakini yawezekana baada ya msaada huo ukawaona, pengine ni washamba tu, ukawabeza, na hata wakati mwingine hauwezi kufikiria thamani yao. Kuna mtu amesaidiwa malazi katika familia ambayo hata hawamfahamu yeyote, lakini wamempokea na kumtunza hadi alipoendelea na safari yake, vinginevyo angelala nje. Na hata kukumbana na vitisho vya wanyama wakali na majambazi. Kuna mtu amesaidiwa kupata dhamana, alipaswa kufungwa, lakini mwingine kamlipia na kujitolea kuwajibika kwa ajili yake. Kuna mtu kakutwa ajiwezi, yuko barabarani tu na anakoelekea ni mbali, lakini ana nauli, hawezi kujisaidia yeye mwenyewe na hata hajui ni nani anayeweza akamsaidia matumizi mbalimbali mbali njiani. Lakini mtu akajitokeza akampa nauli akamsaidia akapata hela akala akaendelea na safari na maisha yakawa, yakawa mazuri. Kuna mtu anatunzwa na wenzake eh, kwa namna mbalimbali mbali, hata akiugua aki lakini anatunzwa kwa upendo mkubwa sana. Kila mara nikitazama wahudumu wanaotoa huduma mbalimbali kwa wagonjwa wanaougua magonjwa mbalimbali mbali, na hasa yale magonjwa ambayo pengine yanaogopesha hata wahudumu kuwakaribia wagonjwa hao lakini wanajitokeza kwa upendo mkubwa kutoa huduma kwa wenzao. Fikiria hata ugonjwa wa korona ulivyokuwa, watu wanatishika, wanakimbia, lakini mtu anakaa pale anakusaidia. Hata huyo yawezekana ukamsahau. Ni upendo wa namna gani unaojitokeza katika mazingira ya namna hiyo? Unaweza kushangaa mtu anapona baadaye anawabeza madaktari, anawatukana na kuwaona hawafai, anawatukana wauguzi na kadhalika. Hivi haya yote ambayo mtu ametaabika kwa ajili yako, usipoyatambua itakuwa vigumu sana kutambua habari ya mateso ya Bwana Yesu yaliyopelekea kifo chake. Kuna mambo mengi sana mazuri tunaweza tukayataja, lakini hayo yakusaidie kutafakari yale ninayomaanisha, ili tunapotafakari ujumbe wa mateso na kufa kwa Bwana Yesu uweze kuleta maana katika maisha yako mpendwa, na kuomba ujaribu kufikiri mambo mangapi umeishafanyiwa na binadamu wengine. Na kwa hakika, kama una moyo wa kujali, huenda yamekuunganisha na watu hao kama marafiki. Huenda hamkufahamiana, lakini sasa mnafahamiana na mnakumbukana kwa mazuri mengi. Ukitafakari hayo, hakika taratibu utauelewa upendo wa Bwana Yesu aliyeteseka kwa ajili, kwa ajili yetu. Najua wapo watu wasiokuwa na shukurani wapo ambao baada ya kuyapata hayo huona kwamba ni kwa jitihada zao na kwa ujuzi wao au ujanja wao. Niliwahi kukutana na mtu alikuwa anaomba msaada kwa kutumia neno la Mungu. Mtu akimkatalia anamtajia haraka haraka neno la Mungu, akiomba chakula akanyimwa, anasema kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula. Huyo alikuwa analazimisha kupewa msaada. Upo uwezekano hata baada ya kupewa asikumbuke hata neno hilo lina maana gani kwa maisha yake. Tukijitambua sisi na kutambua unyonge wetu na hata maisha yetu kuwa ni ya dhambi na tukijitambua kuwa hatuwezi kujikomboa sisi wenyewe na tukijitambua kuwa sisi stahili yetu ni hukumu lakini tunaokolewa kwa neema inayotokana na kifo cha Bwana Yesu msalabani basi tutaelewa maana ya Ijumaa Kuu kwa maisha yetu. Mpendwa, nimeyaeleza hayo kukusaidia kuona thamani ya Ijumaa Kuu ambayo inatukumbusha kifo cha Bwana Yesu Kristo aliyeamua kukabiliana na kifo ili mimi na wewe tupate kupona. Somo kutoka Injili kama alivyoandika Marko Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 21 hadi 37 linatupa muhtasari wa hitimisho ya mateso ya Bwana Yesu. Somo hili linatupa picha kwa muhtasari tu kuhusu magumu aliyokumbana nayo Bwana Yesu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha kusulubiwa kwake na baadaye kifo. Somo hili linasema wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgota, yaani fuvu la kichwa, wakampa mvinyo iliyotiwa manemane, asiipokee. Wakamsulubisha wakagawa mavazi yake, wakayapigia kula, kila mtu atwae iliyo yake. Basi ilikuwa saa tatu, nao wakamsurubisha. Palikuwa na anwani ya mashtaka yake yaliyoandikwa, iliyoandikwa juu, Mfalme wa Wayahudi. Na pamoja naye walisurubisha wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kulia na mmoja mkono wake wa kushoto. Basi andiko likatimizwa linenalo nalo, alihesabiwa pamoja na waasi nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisatikisa vichwa wakisema, ah, wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku tatu, jiponye nafsi yako, ushuke msalabani. Kadhalika na wakuu wa makuhani wakamdhiaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakisema, aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani tupate ku, kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamsuta. Na ilipokuwa saa sita, palikuwa na giza juu ya nchi yote hadi saa tisa. Na saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi Eloi lama sabaktan, maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Na baadhi ya waliosimama pale walisema, tazama anamuita Elia na mmoja akaenda mbio akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha akisema, acheni na tuone kwamba Eliya anakuja kumteremsha. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Mpendwa, maneno haya yanatushuhudia jinsi Bwana Yesu alivyodhamiria kutusaidia. Kipindi kizima cha Kwaresma tumesikia mengi yanayohusu mipango ya kumuua Bwana Yesu na jitihada za kuhakikisha Yesu anatiwa mikononi na hatimaye kuhukumiwa. Ndiyo maana Ijumaa kuu ni tofauti na Ijumaa nyingine zote, kwa sababu inabeba jambo la pekee. Ni Ijumaa iliyojaa mateso na machungu, siku ambayo haina furaha hata kidogo. Ni siku iliyojaa majonzi makubwa, ni siku ya maombolezo, ni siku ya majuto, ni siku yenye maswali mengi juu ya kifo na maana yake na sababu zake na hatima yake. Ni siku ambayo hata ukila chakula akiwi kitamu ingawa ni kile kile ulichozoea kula kwa furaha na amani siku zote. Kwa Mkristo aliye makini na anayetambua thamani ya wokovu wake Ijumaa Kuu ni siku inayomsaidia kutafakari kwa upya jinsi wokovu wake ulivyopatikana. Haitarajiwi kukuta Mkristo anasherekea siku ya leo. Haitarajiwi Mkristo asikike akifanya tamasha na tafrija mbalimbali. Ni siku ambayo Mkristo aliye makini anajiuliza kwa nini haya yote yanamkuta Bwana Yesu. Mpendwa, ukifuatilia vizuri kukamatwa kwa Yesu, kuhojiwa, kuhukumiwa na hatimaye kuwekwa msalabani, ni dhahiri utaona kuwa mwenendo wa mashtaka ya Yesu au kufuata taratibu za kisheria. Kwanza, kosa lake alikujulikana ni la namna gani. Walimhukumu bila kueleza waziwazi, wazi wazi ni kwa kosa gani. Tunahelezwa vyema katika Injili kama ilivyoandikwa na Matayi Mtakatifu kuwa, basi wakuwa makuani na wale wa baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu wapate kumu, kumu, kumuua Bwana Yesu wasione, ingawa walitokea mashahidi wa uongo wengi, na baadaye wawili wakatokea wakasema, huyo alisema naweza kulivunja hekaru la Mungu na kulijenga kwa siku tatu. Utaona wazi Yesu ana mtetezi yoyote na yeye apewi nafasi ya kujitetea. Hata anapoulizwa maswali ni maswali yaliyojaa kejeli tupu, wala yalengi kujua ukweli. Unaweza kuona jinsi vyombo vinavyogusa kutoa haki vipo vinaangalia tu. Yesu anafanyiwa dhiaka na wapita njia, ananyweshwa siki, anatemewa mate, anatukanwa na kudhiakiwa mbele ya vyombo vyenye kusimamia haki. Baya zaidi hata watu mashuhuri wa wakati ule waliokuwa karibu ambao pengine walipaswa kumsaidia wanakuwa mstari wa mbele kuhakikisha Yesu anahukumiwa. Hawa ni watawala wa Roma, Tiberius kama Pilato aliyekuwa gavana wa Yudea, Anas aliyekuwa kuhani mkuu wa Wayahudi, kiongozi wa Wayahudi, walimu wa sheria wa wakati ule na pia Mfalme Herode. Mpendwa, tunapoyatazama yote hayo pengine tunaweza kujawa na hasira sana, tukiwa tukiwasikiliza jinsi walivyomfanyia, na pengine tungeona kwamba hawa wanastahili adhabu kubwa, na pengine wanastahili hata hukumu ya kifo. Na ukiangalia kwa mtazamo wa kisheria, iwe sheria ya wakati ule au sheria ya wakati huu, hakuna sheria yoyote ambayo pengine inaweza kumtia Yesu hukumuni kwamba anastahili kifo. Mpendwa, pamoja na ukiukwaji mkubwa wa kisheria uliofanyika wakati ule, sisi Wakristo tunahuzunishwa na kifo cha Bwana Yesu kwa kujutia makosa yetu sisi wenyewe. Maana yake ni kwamba pamoja na ukiukwaji mkubwa wa kisheria ambao hauwezi kuhalalishwa, lakini tunapotazama mzizi wa Yesu kuja duniani hata kukumbana na mateso hayo na kifo, ni kwa sababu ya dhambi zetu sisi binadamu. Maana yake ni kwamba bila dhambi zetu basi Yesu asingekuja duniani na hivyo asingeteswa na kuteseka kwa kiasi hicho. Pengine unaweza kujiuliza swali, kwa nini tumuhurumie Yesu, kwamba aliteseka wakati alikuwa na uwezo wa kujiokoa, kama alivyodhihakiwa na baadhi wakisema, na ashuke sasa msalabani tupate kumwona na kumwamini. Bwana Yesu katika harakati zake, katika ubinadamu wake maana yeye ni Mungu kweli na mwanadamu kweli. Katika ubinadamu wake uhalisia wa mateso akika aliusikia saw sawa sawasawa na sisi sote. Hata alisema naona kiu, ikiwa inaonyesha umuhimu wa mahitaji ya kimwili. Kuna wakati mwingine au nyakati nyingine, wapo watu wanafikiri wameokoka kiasi cha kutokuhitaji mahitaji ya kimwili. Labda unafikiri anaweza kuishi tu bila kula au kunywa na labda anaweza kuishi bila kufanya kazi ya kujipatia kipato. Hapana, lazima kuchakalika, kwa sababu maisha ya kimwili ni dai kubwa la maisha ya mwanadamu. Kiu ya Bwana Yesu pia inaweza kutafsiriwa kiroho. Kwa maana hii, Yesu alikuja duniani kutangaza msamaha wa dhambi. Hivyo basi, ni kiu yake kubwa kuona kuwa watu wanasamehewa dhambi zao na wanaomba msamaha kila wakati na kwa njia hiyo mafundisho yote ya Yesu na miujiza yake yote inajikita kwenye msamaha wa dhambi. Kanisa lake alilolianzisha, lililoanzishwa ili lifanye kazi hiyo ya kusamehe na kuondoa dhambi. Aliwaambia wanafunzi wake akisema, pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote wa mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Wa, wa akiwa anatambua changamoto ya kifo iliyo mbele yake aliomba sana, aliomba sana kuimarishwa na hata katikati ya maombi alisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Mpendwa, ukitambua thamani kubwa hii ambayo Bwana Yesu alijitolea kwa niaba yetu kwa kiwango hiki, hakika utamwamini na kumtegemea sana katika maisha yako mazima. Kwa hiyo utatambua wazi chanzo cha mateso ya Bwana Yesu kuwa ni nini na ni mimi pamoja na wewe ambaye unasikiliza ujumbe wa leo ni pamoja na wengine ambao walitangulia pamoja na wale ambao wako mbele yetu. Mpendwa, Ijumaa Kuu ya leo itukumbushe kupit, kujutia makosa yetu kwa upya. Itusaidie hata wakati mwingine kuepuka kulipiza visasi kati yetu na binadamu wenzetu ambao wakati mwingi tunakoseana, na wakati mwingi tungetamani kila anayekukosea umlipizie kisasi. Ijumaa ya mwaka huu itusaidie kutambua kuwa Bwana Yesu alifanya yote kwa, kwa ajili yetu. Tutambue kuwa katika kuishi kwetu tutashuhudiwa uongo, jambo kubwa sisi uhakikishe kuwa uongo usemwao dhidi yetu au tuhusu na. Kama jambo lisemwalo sio uongo, usije ukalihalalisha na kuliita na kuliita kwamba hili jambo ni uongo. Kuna nyakati mwingine jambo la kweli linaonekana ndilo la uongo, na la uongo linahalalishwa kuwa la kweli. Kuna nyakati watu wanataka kujidai, kujificha katika uongo, kumbe ni, ni uongo ambao wangestahili ku, kuujutia. Mtu anaweza akakwambia, anasema huo ni uongo. hata Bwana Yesu alisingiziwa. Kama ni uongo, unapaswa ujutie uongo huo. Tunapaswa kutambua kuwa watajitokeza mashahidi wa uongo ambao hawatakuwa upande wetu, hao watakuwa na lengo la kutuangamiza. Bwana Yesu alipambana na hayo yote tena, alisema kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi itakuwaje katika mti mkavu? Mti mkavu ni mimi na wewe. Haiwezekani katika maisha haya ukaishi bila kukumbana na vikwazo dhidi yako. Ujifunze kumuita Bwana Yesu aliyevumilia na mwishoni, kama tutakavyosherekea Pasaka kwa furaha, hakika alishinda. Kwani ni mangapi tuna, tuna yashinda tunapovumilia na kumuita Bwana Yesu. Mpendwa, kama kumbukumbu kumbu ya magumu ambayo umewahi kuyapitia na ukashinda, iweje usishinde hata hili ambalo linakusumbua kwa sasa? Uvumilie ili kwa njia ya uvumilivu wako Bwana Yesu akuwezeshe kushinda. Yeye mwenyewe alivumilia tena mateso makali na mwishoni alishinda. Tunapaswa kutambua kuwa wale walio karibu nawe wakati mwingine wanaweza wakawa ndio hao hao watakao kuangamiza. Waswahili husema kikulacho kinguoni mwako. Maana yake ukiangalia wote waliomkamata Yesu na kumtesa ni wale wale waliokuwa karibu naye, wale walioshinda naye, wale waliopaswa kumtetea, wale waliopaswa kupambana, hao ndio walikuwa wakamataji. Tena miongoni mwa, mwa umati, upo uwezekano, wapo waliokuwa wamelishwa mikate, wapo waliokuwa wameponywa wapo waliokuwa wamefanyiwa mi, miujiza mbalimbali kutoka kwa Bwana Yesu, lakini mwishoni waliyasahau yote hayo na kuhakisha kuwa Yesu anauawa. Jambo la kusikitisha zaidi, hata wapitaji nao walipomkuta msalabani, nao wakamdhihaki wakisema, ah, wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku tatu, jiponye nafsi yako, ushuke msalabani. Naweza kuona machungu aliyoyabeba Bwana Yesu jamani. Hata mtu unapita hujaitwa kushiriki, lakini unadhiaki tena. Hii kuna watu hupenda kulifanya hata kwa wahalifu wa kawaida. Mtu anakuta mtu anapigwa, eti ameiba, naye anashiriki kupiga, lakini kumbe baadaye inapotazamwa kwa uchunguzi zaidi, inagundulika kwamba huyu anayepigwa huenda kuwa na hatia, na sasa unajikuta umeshiriki katika jambo ambalo halistahili. Tuwe wavumilivu katikati ya changamoto za wengine. Kuna watu wana tabia ya kushadadia mabaya yanayowafika wengine, eh, tulijua kuwa afiki mbali, ona sasa yuko analia, atalia sana mwaka huu. Huo sio ungwana, na kwa Wakristo huo sio Ukristo. Ukristo ni kumsaidia mwenzako na kulia pamoja na mwenye shida na mwenye makosa, kuhakisha anarejeshwa kwa upole na kwa wema ili aifikie toba ya kweli. Tunapaswa kutambua kuwa humu duniani hatuwezi kuepuka mateso au mabaya, lakini tunaye mwokozi aliyeshinda kifo. Kamwe tusije kujaribiwa kumwacha Mungu au kuishi maisha ya kutangatanga kwa sababu shida mbalimbali tunazokumbana nazo. Bwana Yesu alifanya jambo la pekee sana, alilia akisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini hiyo haikuwa sababu ya Yesu kujenga chuki na hata kumwona Mungu ana msaada, bali mwishoni alisema, e, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Ni jambo kubwa sana kwamba anaiweka roho yake kwa huyo ambaye awali anasema alimwacha. Maana yake ni kama asemavyo mtume Paulo, kwamba hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu, kiwe kifo, iwe njaa, uchi, maudhi, magonjwa, matusi Umasikini na mengine mengi yanayoweza kututishia na kutikisa imani yetu, bado tunapaswa kumpenda Mungu zaidi. Tunapaswa kutambua kuwa ipo siku taabu yetu itaisha, taabu zetu zitakoma, hatimaye tutauvaa utukufu usio na mwisho. Hili ni neno mojawapo kati ya maneno aliyoyasema Bwana Yesu pale msalabani kuwa imekwisha, kwamba amemaliza yote ambayo yalimtenga na upendo wa Mungu, kwamba hakuna mwingine anayeweza kuwa wa msaada kwa maisha yetu ya kiroho isipokuwa ni Yesu tu. Hapo ndipo Mtume Paulo asemapo kuwa, na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Tunapaswa kutubu dhambi zetu na kuji na kujutia na kwa njia hiyo kujikana nafsi zetu kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu alisema mtu yeyote akitaka ku ilinda nafsi yake au akitaka kunifuata basi ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate. Katika Ijumaa Kuu ya leo, tunaletewa wito wa kuwa wavumilivu katika maisha yetu. Tunaletewa wito wa kumfuata Bwana Yesu. Tunaletewa wito wa kuishi maisha ya toba na kudumu katika imani bila kuyumba wala kuyumbishwa. Tunaletewa wito wa kuwa baraka kwa wenzetu, kwa wengine. Tunaletewa wito wa kuishi maisha yanayompendeza Kristo Mungu wetu aliyetupenda sisi kiasi cha kumtuma Yesu na kukubali ayakabili mateso na hatimaye kifo. Atusaidie kudumu katika kweli yake ili kifo chake kibebe maana ya maisha yetu tunapoishi duniani, na baadaye atujalie kurithi uzima wa milele, ili katika nyakati zote tuishi na Kristo, sasa na hata milele. Amen.